Ukute mwenzangu, ukumaanisha <laughs> maji haya? Ulimaanisha yale maji machungwa, na kuangalia tu uko na roho mbaya. Kwa hiyo na maji umeenda kuniletea maji, kweli? Tunu ni la walevi. Pako kimya sana, sijapazoea hivi. Wifi yako iko wapi? Wifi yangu mwenzangu, amepata kibarua, walikuwa luzana kidogo na kaka yake, akaona bora tu ajiongeze kwa amepata kazi, siku nyingine anakuwepo, siku nyingine hayupo, wakati mwingine analala huko huko. Maisha yanaendelea okay. okay. na mama naye yuko wapi? Mama mwenzangu anaumwa, yani siku ambayo kanja amekwazana na Anifa, mama naye presha pu, tukamkimbiza hospitali, tumefika hospitali tukapata huduma akapewa ruhusa. Kuanzia hapo yupo ndani, amelala. Hali yake anaendeleaje sasa We Zawadi, hasa maendeleo yake mimi yananihusu, hmm? Ikiwa mimi nilimpeleka mama yangu ardhini, mimi mwenyewe, yaani nienda nikajali kuhusu mama wa mtu he? Wewe Muusa, upande wangu wa pili, ah, unakuwa kama unijui sasa. Hapo hapo hivi, Tunu, kwa nini vitu vyako hupendi kuficha viwe siri? Kwa nini, Tunu, unapenda vitu vyako weka hadharani, kila mtu afahamu? Eh? Kivipi yani? Wewe ifi yako ameukuta mara ngapi? eh? amekukuta mara ngapi unafanya vitu vya ajabu, unaweseka weseka, mara kule jikoni unaongea mwenyewe, mara ukija sebuleni unaweseka, mara chumbani utakaa, utaongea kama mko na mtu tu, kila mtu ajue nini umefanya Je, kila mtu ajue kwa nini unapenda kujiachia achia wewe? Eh, hivi vitu ni siri. Mara ngapi tu umeambiwa? Eh, si umeambiwa wewe, eh? eh? Wewe ndio maana mambo yako hayaendi, yanaenda ovyo ovyo. Afu baadaye unasema Oh, mganga kanipa hivi sijui kanifanyia hivi, kumbe ni wewe mwenyewe eh? kila mtu mpaka ajue nini? lakini zawadi na wewe eh? Asi, unaongea kwa sauti hivyo, mfano baba yuko hapo mlangoni kafika, anatusikia. hey, samani, kwanza, afuta, sijauliza. Hey, anarudi saa ngapi? Wala hawezi kurudi muda huu na yaani hata kama ikitokea karudi muda huo eh. Amna chochote kile ambacho kinaendelea. Yani mimi Zawadi, sasa hivi nina matatizo sana. Matatizo gani tena Tunu? Mume wangu mimi ana nguvu za kiume, hana nguvu kabisa kabisa Yani hata useme unamshika hakuna kinachotokea, useme unamgusa hakuna kinachoendelea, yani ufanye chochote, ujitahidi kutumia mbinu ya namna yoyote ile, Zawadi, hakuna kitu ambacho kinaendelea <tuhu> hana nguvu za kiume. Hana alafu ikishakuja suala wanaume, hao wanaume warefu weusi. Tunu, hilo ni tatizo, hiyo ni shida sio kwamba hana hisia, sio kwamba sijui eti hana nguvu za nini. Huyo mwanaume wako ana wanawake kibao huko nje bwana. Wewe kitu gani ambacho nashindwa kufahamu? Simalize maneno na wewe nini. Lakini eh, tatizo ni mimi mwenyewe <sighs> mi, mganga alinipa masharti, akaniambia kwamba anahitaji mbegu za kiume za mume wangu Nami nikatekeleza agizo kama mwanamke, nikafanya nayoyajua, nikashiriki na mme wangu. Baada ya hapo, nikampatia kile kitambaa ambacho tulikitumia mimi pamoja na Kanji. Kuanzia hapo, mume wangu hata iweje, hakuna kinachotokea. Na alisema kwamba ni njia ya kuweza kumzuia mama yangu aache kuwa na nguvu za kuanza kunifokeafokea anaponitokea. Nisikilize kwa makini kuhusu hilo. Nisikilize vizuri. Usifanye chochote mume wako akajua kwamba kwa wewe unafahamu. Wewe jifanye hujui chochote. Ndugu yangu, kiamka asubuhi, mbona unataka kunipa kiamu? Sijui nini na nini. Akienda huku mgande vurumai undani. Yaani pasilike, pasikalike, pasinyweke. Sijui unanielewa hapo tu. Anzisha vurumai humu ndani. Asi yule bwana usimpe pumzi, fanya fujo humu ndani mpaka akuelewe vizuri. Alafu wewe zawadi, wewe hivyo, unajua una akili sana wewe. Oh, oh. Yani, ningepata marafiki hawa watatu wenye akili kama za kwako ah, <laughs> mi tunu, ningekuwa mbali sana sasa. Sikiliza nikpiil <laughs> Niliagizwa dawa za kumnunulia huyu kikongwe wake. Sasa ngoja niende nikazinunue famasi, nikirudi uendelee kunipa somo, unipe darasa somo wangu bff. Na kuja bwana Yaani Ndazua, umkaa, Kisugani, kabisa. Haya, anakuja mm. Latifa yupo, angalia jamani, Latifa yupo mundani. Hiyo ndo, hiyo ndio salamu au tulionana eh, eh. Salamu ya nini Kimwaju? Leo nimekuja vingine kabisa, yaani nimekuja hapa leo na waitu shari, yaani nimekuja leo na shari kama zote. Namwambia Latifa atoke huko ndani. Jamani, hasa kama alipo si angekuja hapo kusemezana na wewe. Kaenda wapi wakati nimemwona kwa macho yangu? Mwambia Latifa atoke huko ndani anipe hela yangu. Mbona kama hivyo jamani? Kama jamani, mimi si nataka hela yangu ya mchezo. Sikakwambia hayupo. Na wewe nyamaza. Sijakwambia wewe. Bulunge kama mtoto wa udongo. Naomba unyamaze. Shanifahamu eh? Kimwaju, kabla sijaingia huko ndani naomba nipeni hela yangu. Mimi ndo kijumbe. Kabla sijaingia humo ndani mwambie Latifa atoke. ah, yupo jamani, mbona kama hivyo jamani? Nipenelangu, nipenelangu kabla sijaingia ndani, niambie humo. Ah, alhamdulillahi bwana, niko poa bwana. Pole bwana na matatizo, aliniambia wife kwamba ulikuwa unaumwa. Sawa. Vipi wife uko nyumbani? Amini uko ndani? Hapana, ameenda kumchukulia mama da tena. Ngoja nimpigie, ametoka muda kidogo. Sawa sa, sawa, ashachoka mm -hmm, tayari yaani BFF na mbona umechelewa? <laughs> Nakwambia, nimekuja hii famasi hapa karibia na nyumbani, hizi dawa hawana kwao, nikaona nisogea hapa mbele kidogo, nakuja sasa hivi, nivumilie. <laughs> Wai basi kurudi na wewe we nisubiri, ah. Ehem, zankuja, nakuja bwana ah. Kwanza nikuja nataka nikuulize kitu hapa. Kwani mbona shemeji amenipa pole? Maana ameniambia sijui <laughs> Hey, amerudi, ameniambia pole shemeji, sijui kwa kuumwa, sijui niliambiwa ah, umwa nini, nami nabaki najiuliza. Wewe Zawadi, sikiliza mwenzako mimi, kuna siku nilitoka hapo nyumbani nikaondoka asubuhi nikarudi usiku sana, na niliaga nimeenda kwako. Nilipigiwa simu na mume wangu unaumwa, nikasema nipo kwako, unaumwa upo hoi. Kwa hiyo hapo, in case kama atatoka atakuuliza chochote tena kuhusu kuumwa, sema hivyo hivyo, nilikuwa naumwa. Shemeji aluaay vizuri Hmm. Kwa kwa. Yeah, <laughs> yeah. Ha, sasa <laughs> kwa hiyo ulienda wapi ndugu yangu, usichoniambia usiponipanga mapema. Kwa hiyo ulienda <laughs> kukutana na yule mtu yeah. <laughs> kama kama, nakuona kwa hiyo ukarudi

Nimefurahi. Si si si si kwa, si, kwa, <coughs> kwa hiyo kumbe, vitu sio vya Latifa peke yake, vya kwenu wote. Na Latifa, nilikuwa kama sijamkuta mkuta, hela ya mchezo nakupa wewe. Kwa hiyo yapo ng'ombe wa bwana Eli, shamba la bwana Eli, yote Eli, sawa. Nachoomba mimi, nataka hela yangu, yaani nimeje mtupu, alafu niondoke nyumbani mtupu? Hiyo sio kweli.

Yaani mimi nakufumbua masikio na macho huone huko na nani, mwanamke wako mke wako ni mtu wa aina gani, unaanza tena kunirudishia milawama eh? kama ningekuwa najua hivi vitu vyote na siri, na umemsikia mwenyewe. Eh? Ali, amesemaje? Mi, najua hivi vitu weka nje zawadi, unafahamu kuwa yule ni mke wangu yani, yule ni mke wangu tena mke wangu wa ndoa. Yani mimi najitahidi kukufumbua macho na masikio, utazame uone huko na mwanamke wa desaini gani eh unakaa unakuja kunirutubia tena mimi lawama. Mimi tena nakonekana mimi ni mbaya eh? mwanamke mhuni, mwanamke anafanya vitu vyake vya hivyo hapo, anakudanganya danganya, danganya, kila siku. Wewe umekaa umeridhika umetulia tu. Sikia, sikia. Sema na mkeo, mimi sio mbaya kwako, hebu ki... nitazame, nitazame vizuri unashindwa kuwa na mwanamke kama wa mimi. Nimetulia, sina mambo ya ajabu ya ajabu. Unang'angania na mwanamke una na, na pia nakuonyesha huyu mwanamke wako ni mwanamke wa aina gani? bado unakuja kuniona tena mimi mbaya. Kuna baadhi ya michezo ukicheza peke yako ni lazima uwe mshindi. Sasa in good way kabisa nakwambia, kabla sijafanya tukio lolote kwa kuwewe mpaka kwake, kitu ambacho nitamfanya tuni yaani nitafanya tukio mpaka mahakama itatoa wakili kutoka Ulaya kuja kuhukumu kesi yangu. Yaani, kwa kifupi, hii nchi itachagua siku ambayo itaitwa Kanji Day. Nitafanya kitu cha balaa, dunia itanishangaa. Kistarabu kabisa, kistarabu. Naomba uinuke, simama, ondoka nyumbani kwangu. Kanji, kosa langu mimi lilikuwa unanifukuza. Mimi namsubiri eh. BFF wangu hapa. Ondoka nyumbani kwangu, yani ondoka sasa hivi, kabla sijafanya tukio lolote la kustaajabisha. Toka, hey, toka! Yani nimesema toka, yani nikisema toka, kimbia. Maana yake kuna watu wananiibia, maana yake.

Hey. Shulia, kuyundo, hey. Hey, jamani, mamoto mama logodo umetoka nalo wapi, lakini mama yangu hey? Kwa yule mtu mfupi ananona mi na akili zangu fupi kama za kwake eh? Hey. Hivi mama ina maana yule mpaka leo hii bado hajakupa pesa yako mpaka hey. Hey. Leo hajanipa tatizo lako mmamoto yule unamchekea. Tena usingebeba ile godoro, ungebeba ile TV yake na ile radio yake, na umpa jeuri asubuhi kuwapiga makelele majirani. Wacho mali kwake kwa kwa ushai kuingia au usitoki jua. Yaani kitanda chake kama mwana wa ndani. Hilo godoro na kitanda godoro kubwa. Ndio maana nimebeba godoro, nimekunja maki, nafika tu mle ndani. Jamani, hodi, karibu mwenyewe yupo mwa chumba hiki. Hayupo. Mlango uko wazi. Mimi nikasema hata sintani. Mimi nimeingia ndani nimekunja godoro, nimebeba hata kuja kupewa habari. Safi sana mamoto, nakupendage hapo tu. Mbona unaleta maisha kama ya Serengeti, mbuga za wanyama yangu maisha? Ustaarabu sasa. Umeshindwa kumvumilia ndugu yangu, akakusikilizia siku mbili tatu, siku nne, akakupa kitu chako, naenda kumchukulia kilalo chake? Bi mkubwa, kweli wewe, unaona ndiyo maisha haya kweli? Hebu nisikilize wewe, subira yavuta heri. Subira nayo kizidi pia, anakuwa mateso. We vipi? Kwani wewe unavyofikiri umundani, unavyoishi si tunalizika, si hatuliziki wala nini? kila kitu bule tu mundani, kula bule, kunya bule, kukojoa bule, kulala bule, mke bule. Wewe unafikiri sisi tunapenda he? Mama samani, usinichambie mme wangu mwenzio, ndo wangu ipo eh. Hey, kama wewe ndio wako amekushinda kwako, ndio maana baba akakukimbia we. Eh hey, dadija kuwa na adabu. Yes. Hey. Ndio maneno gani hayo unamtolea mama? Yaani unamchapa mama kiasi hicho kwa ajili ya huyo bwana? Kwa bwana gani hasa? Wewe adabu unayo? Usiokuwa na nuru ya mchana haya usiku we. Ndio maana uolewi we. Adija, wakumtia nuksi mdogo wako kwa sababu ya mwanamume huyu? Mwanamume huyu. Adija, mwanamume huyu wakumtia nuksi mdogo wako kweli? Ah, Adija hmm. Sijawahi kuona mama. Niachie mume wangu tafadhali, na kuheshimu. Mwache mume wangu a relax. Kwa mwanamume gani naye? Maa. Watu tumeona wanaume wanaenda makazini wanarudi na mapajelo saa kumi hata kuwa huyo mwanaume wako anagalagala tu hapo kama paka. Oya bi mkubwa, bi mkubwa jiheshimu basi, mimi nakuangalia ujue bi mkubwa, usifikiri siwezi kuanzisha ujue bi mkubwa, ujue nakuchola tu. Halafu sikiliza bibi wangu, kuanzia leo tunachana. Nipo mimi huyu, dawa yake nikutie mimba nikupachike mimba alitewe mjukuu Mume wangu una tatizo gani, Kanji? Una nini? Mbona umekaa hapo hujabadilisha nguo? Una changamoto ipi baba? Nadhani hata majibu yake yatakuwa mafupi sana. Siku ambayo unaniaga ulienda kwa zawadi, ulikuwa wapi na nani na mlikuwa mnafanya? Nilikuwa kwa zawadi, nilienda kumwangalia anamnu tuno. Nakuuliza kwa mara ya pili tena kirahisi kabisa Swali na jibu lake, nadhani alitokuwa kubwa. Siku ambayo umeniaga wewe, ulienda kwa, uh, kwa zawadi, ulikuwa wapi na nani na ulikuwa unafanya nini ni? mimi nilienda kwa zawadi. Sema ukweli, baba <tunu> <tunu> <tunu> unajua mimi sio mjinga, mimi sio mpumbavu Tunu Tuno, mimi najua kila kitu ambacho kimeendelea. Nafahamu kwamba ulikuwapo wapi, ulikuwa na nani na ulikuwa unafanya nini. Najua kila kitu Tuno. Mimi mbona nahangaika na hii familia? Mbona mimi najitahidi mke wangu uishi vizuri? Nahangaika mimi sina msaada wote. Nimekuja hapa na shindo atakwenda kumwangalia mamangu mzazi naona, yani, naona aibu yani the way ambavyo umenivua nguo kwake Usinilazimishe Tunu nikafanya jambo ambalo sikutarajia kufanya. Usinilazimishe. Umeanza kunichiti, right? <tiple> Umeanza kunichiti <tiple> unalia. Mimi nipo kwa serious. Mimi nipo kwa serious. Na maanisha ninachokuuliza <tiple> Wewe unataka mi nifanyeje au niweje? Hebu niambie, unataka mi niweje yani nifanyeje? Kanji basi kama uniamini, basi tuachane, niache basi. Unasemaje wewe, unazungumzaje? Yaani wewe ushakuwa na guts ya kupata ya kuniambia mimi kwamba unataka kuachana na mimi? Nishakwambia madhaifu yangu, nishakwambia kila kitu kunihusu mimi. Kwa hiyo unafanya hivi kwa sababu wewe, tayari

Tunu, imeli hawezi kushuka, mimi na wewe hatuwezi kuachana Tunu. Oh, hatuwezi yani kuacha. Oh Tunu, yani sisi hatuwezi kuachana. Yani mimi unaniacha, unaniachaje yani Tunu yani. Yani kwa mfano sisi ndo yani ndo unaniacha na unaniachaje yani. Yani hivi nani atanipokea na anajua kabisa nini kinachoendelea? Afisa, na <coughs> afisa, umu hatoki mtu. Mimi na wewe hatuachani. Yani ushauri wangu Tunu, yani ni bora uingie ndani ukaoge. Ukimaliza kuoga, unywe maji, lala. Kesho tunaanza kama tumezaliwa ama tumekutana mimi na wewe leo. Amka, ingia ndani chap. Amka, simama Tunu, simama, simama chap. Ni achaji yani yani, kwa mfano, kwa mfano haji yani. Yaani mimi na wewe tunaachanaje? yani kwa mfano yani Tunu yani, yani ama dhaifu nani atapokea yani yani nani atakuja atakubali hali na mimi bila kufanya chochote yani yani yupi yani mwanamke gani? Tunu, oh Tunu yani Tunu mimi hatu, hatu yani. hatu yani. na hatuwezi oh hatuachani yani mimi na wewe hatuachani yani walaita na na pia yani hatuachani yani Tunu, hatu, ani, hatu achani, yani. Tunu. Mi familia yangu yote nakutegemea Tunu, kwamba unaweza kumlea mama yangu mi nikiwa nipo kwenye mitikasi yangu naweza kaweza kufamilia yani fresh fe afele, unataka kuachana na mimi Tunu yani inawezekana vipi yani Tunu, yani, Tunu vipi, yani, kana, yani yani Tunu vipi yani inawezekana.